Tumesema hakuna wakati katika nchi yetu tukufu kuna kabila zaidi ya arobaini na sita wakiwemo Wasomali. Kuna Wasomali, kuna Wakikuyu, kuna Wameru, kuna Waembu, kuna Wajaluo, kuna Msambia, kuna Waluya, kuna kabila nyingi sana. Hiyo makabila arobaini na nne ndio ukiangalia bendera ya Kenya kila mtu ako na share wewe ukiwa Msomali unawajibika, una, una, una, una ukiwa katika hiyo bendera na alama ya Kenya. Hatutakubali watu wachache ambao wameshiba. Unajua binadamu, mtu akishiba, unakula unakula, alafu unataka kutoa. Kuna watu katika Kenya, matunda ya wabeberu wazungu, matunda ya maserikali yote, serikali ya mzee Kenyatta, serikali ya mzee Moi, wamekula wamepata maendeleo, wamepata hata barabara na maji kila mahali, hata ile sehemu ya kuku iko na iko ile inaitwa carpet. Hapa kwetu carpet iko kwa mosque tu, hata sisi hatuna CDF, haina mahali kwa au, kwa. Wamejaa, hospitali iko, barabara iko, wafanyakazi iko, matajiri iko, ile magorofa kubwa kubwa yote ni yao. Jameni, nyinyi mmewahi kusikia wakati mzee Kenyatta alishika usukani akiwa miaka